Lakini mapito wanayopita Baraza la Maaskofu inatutia mashaka. Sehemu ya kwanza, natamani kuwazindua wananchi, natamani kuwazindua wananchi kwamba hayakuwa maandamano. Lakini tafakuri yao inazungumzia vifo tu, haizungumzii kuharibika kwa miundombinu ya taifa, haizungumzii kuharibiwa na ku mali za wananchi. Ina maana baraza la maaskofu hawajui kwamba mtu kupoteza mali anaweza kufa kwa presha, ama ama ama wanajua wale ambao mali zao zilipotezwa wana hali gani? Sasa wanasema hili si jambo, tunaangalia kifo moja kwa moja, ameua serikali, hawaangalii hao waliowaita maandamano wamekwenda kufanya nini. Lakini tatu, katika hitimisho langu, niliombe baraza la maaskofu viongozi wetu wa dini muhimu sana, badala ya hizi tamko wanazozitoa zinazoashiria kuongeza hasira na uchochezi, ningewaomba watumie busara katika kulijenga taifa. Tunawategemea sana baraza la maaskofu katika taifa letu, lakini tamko wanazozileta na tafakuri zake hazisaidii taifa, zinakwenda kuongeza hasira.